Sema, mchungaji wa Simba sio mkuu, mkuu Mchungaji? Eh. Hey. Eh. Ah, wewe ndo mkuu tu. Hey. Mchungaji wa Simba ulikuwa mmenganganiwa kwenye mchezo wa kimataifa leo ukiwa nyumbani. Unazungumziaje kwa ujumla mchezo? Ah, mechi ilishaanza kutupalia. Mechi ilishakuwa ngumu, hatukutegemea kama jamaa mpira mkubwa kiasi hiki. Mategemeo tulio tulikuwa tunategemea, na tulichokiona vitu vile tofauti. Hatukujua kwamba jamaa ana mpira mkubwa kiasi hiki. Alafu safari ile mimi sikuona kocha mzungu leo, safari niliona kocha mzungu snimona ule Mswahili ye benchi l ule kocha mzungu nikajua, leo kuna kitu kipi. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni ngumu sana na isingekuwa uzoefu ya makubu, tuketolewa. Tuketolewa na wa kushi mashindano makubwa. Leo jamaa wamekosa nafasi za wazi kabisa. Nafasi kama hivi wamekosa hiyo. Kwa ujumla hii mechi yaleo ilitupalia mpaka ilifika umu tukajuabiashara, tushamaliza mechi. Mechi ilitupalia na ilitupalia mpaka ikafika humu. Ikabidi mimi niinuke kuomba tena ni kwa sina haja ma... sababu mtu kishapata goli moja hapo angepata goli lingine, ingekuwa watu wote wangelala chini nuksi na timu za tabi... kusini Udusongo walitufanyia hivi hivi. Kwa hiyo tuna uzoefu wa kutolewa na timu za kutoka kusini. Kwa hiyo mechi ya leo ilitupalia mpaka kwenye koo. Ikabidi mimi niinuke niseme za Mungu, tunusuru tusipate aibu. Kwa sababu tungetolewa mapema dakika hizi tungeenda wapi? Ingekuwa ni aibu kubwa sana , lakini ashukuru Mungu tumeweza kushinda. Kifanyike? Um. Umakini, umakini um, na mwalimu atakaye kuja au aliyepo aonyeshe kasi. Sasa hivi hamna kasi hapa, kuna wachezaji, una wanacheza lakini uelewano uelewano si wa ule, ule kuwa pamoja na kasi, bila hivyo hiyo mashindano bado yataendelea kutupalia na mechi zitakuwa zidi kwa ngumu. Mechi ilikuwa tunatolewa, hali ilikuwa mbaya mno Uzoefu uliotumika ndio umetusaidia sisi, tumeweza ku, ku kuachivu, lakini mechi kwa ujumla ilikuwa ishatupalia wana Simba tayari wameanza kukata tamaa. Nikaona sasa hapa bila kuomba, hali itazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo mchezaji wa leo ambaye katika ubora kwa Simba nadhani alikuwa ndio Ibrahim, ndo kacheza vizuri sana Morris. Morris kacheza vizuri sana na alistahili kuwa mchezaji bora ya mechi hii ya leo, ndio ambaye akajituma. Na kuna kitu kingine nimekiona ndani ya Simba, wachezaji waongeze kujituma, waongeze kujituma, wasicheze kama ku relax hii Simba ni timu kubwa, inabidi kila mtu anaesajiliwa ajitume. Hii mechi leo watu kubwa kama Simba namba tano kwa bora barani Afrika, nashukuru Mungu e vile vile tena. Yeah. Tena tupige magoti, Mungu ametusaidia tumeweza kuvuka wa Yanga sasa hivi sisi tumekuwa kama ndio tatizo kutufunga mara zote na tungetolewa, hali ingekuwa vipi? Na ikiwa safari Yanga nao hawana timu. Yanga hawana timu safari. Kwa timu zote mbili hazina timu. Ha, Yanga kwa ujumla ndio hawana timu moja. Pili, Yanga Afrika hawana hata wao kocha wao wanamsikilizia. Na nasia amepewa mechi mbili. Sisi, kinachotusumbua hapa ni kupata head coach tu lakini timu tunayo, wachezaji wazuri tunao. Wale hawana kocha mpaka mida hii. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba sasa hivi ngoma ni kama, kama inaenda draw. Jana umeona uwanjani kulikuwa na hata watu mechi ya, sisi afadhali na sisi leo tuko kwako tumejaa. Wao walikuwa uwanjani hawakujaa jana. Utavi wao ndio waliofungiwa.